Bwanabali na karibu tena Maujanja Zone. Leo katika video hii tutakuwa tukifahamishana uh, namna gani watu wanatengeneza pesa kupitia video wanazozitengeneza mtandaoni. Nina matumaini kwamba umekuwa ukikutana na video za AI, yawezekana ni yule sokwe anaongea vitu vya kuchekesha na kufurahisha, uh, video mbalimbali kama ni watu uh, labda ni mzungu anafanya vituko mtaani na nini. Lakini lengo la video hii siku ya leo ni kukufahamisha kwamba video kama hizo Uh, zinawatengenezea pesa watu na sio pesa kidogo, yani, ni yani, ni ajira kwa watu, ni pesa nyingi sana zinawatajirisha watu niseme hivyo. Kwa kwa hiyo, kama haufahamu, leo nimekutengenezea video hii, nitakufahamisha zinawatengenezeaje pesa, wanafanyeje, na namna gani hata na wewe kama unatamani kujifunza namna gani unaweza ukafanya na ukajiingizia kipato kupitia video kama hizo ambazo ni rahisi sana kutengeneza na ni video za kuchekesha zinafurahisha, na ukiziangalia zikana kwa natamani hata kuangalia video zingine kadhaa. Lakini nataka nikufahamishe siku leo kwamba unaweza kutengeneza pesa nyingi sana kupitia video za AI. Sasa niko na mifano hapa, mifano halisi, mifano iliyo hai. Nitakwenda kuonyesha channel ambazo zinatengeneza pesa na zinatengeneza kiwango gani cha pesa. Sasa uh, video hizi za AI kwa sasa hivi nyingi zinatengenezwa na AI maarufu inaitwa VEO 3. Nimeshatengeneza video kabla ambao nimeongelea namna ya kutengeneza video kama hizo. Kama hujatizama unaweza ukatizama, lakini kingine ni kwamba video hizi eh, VEO 3 imeleta mabadiliko makubwa na imeleta utofauti kwamba video za zamani zilikuwa hazitenge, hazitengenezwi na sauti, lakini VEO 3 yenyewe kama yenyewe inatengeneza maongezi pamoja na soundtrack. Kwa kwa wale ambao wanatengeneza video imekuwa anarahisisha safari kwa sababu walikuwa wakitengeneza, ilibidi baadaye wakaweke audio na nini, lakini sasa hivi kwa VEO 3, wanatengeneza na kupost tu. Ina maana spidi imekuwa ni kubwa sana na watu wanapiga sana pesa. Sasa nina hii channel ya kwanza kabisa ya mfano ili kukuonesha na, na kukupa motisha kwamba kama unawaza kitu kama hichi, basi nataka nikufahamishe kinalipa na kinatoa, uh, na, niko na hii channel ya kwanza ambayo inaitwa Akon Studio. Akon Studio ni moja kati ya channel ambazo zina tengeneza video za AI. Mmiliki wa chaneli hii anaandika tu maelezo ya wazo alilokuwa nalo kwenye AI na kisha anapata video rahisi sana za AI kama anavyoziona hapa, na ni video ambazo uh, zinakuwa zinaonesha katukio fulani kulingana na ubunifu wake. Mfano, nikigusa video hii, ili ni kuoneshe, na upate picha, baada tuone kiwango cha pesa anachoingiza. Okay, na matumaini umeiona video jinsi ilivyo na ndivyo video karibu zote zilivyo. Uh, huyu mmiliki wa hii channel video anazotengeneza hizi nina uhakika hajatumia VEO 3 ambayo ndiyo bora zaidi. Yeye alikuwa anatumia VEO, uh, I mean kuna AI nyingi ambazo zinatengeneza video kama hizi ambazo zilikuwa haziingizi moja kwa moja sauti. Unaona kuna audio na hisi, hii audio kaiweka yeye mwenyewe. Lakini ina maana kwamba wewe una advantage kubwa, una nafasi kubwa kutengeneza kwa spidi, tofauti na yule aliyekuwa anatengeneza. Sasa channel hii ina video 48 tu kama unavyoona hapa juu, na katika video 48 ametengeneza subscribers 9100. Sasa video 48 kwa kutumia AI ni, nikwambie tu ukweli, una uwezo kuzitengeneza ukiwa mtu uko serious, umekusanya mawazo yako, unaweza kuzitengeneza ndani ya siku moja kwa sababu ai ziko nyingi unaweza, kama umeshazikusanya zako zote ukawa nayakoa uh, na uh, ukiwa ni mtu ambaye unafatiia ya mambo, nina, nina AI. Sasa kiwango cha pesa ambacho chaneli hii inatengeneza, ukija kuangalia hapa kwenye data hizi, kima cha chini chaneli hii inaingiza kima cha chini cha shilingi, tukipiga mahesabu kwa dola elfu mbili mia tano hiyo dola mia mbili tisini na mbili tunapata shilingi laki saba na elfu thelathini. So natumaini unapata picha. Sasa yani, mtu mwenye chaneli ambayo am, ana video 48 ambazo uki, uki, ukizikomalia yani, uh, kwa siku moja zinawezekana. Na basi tusiseme kwa siku moja uh, ukawa uka unafanya video moja kila siku yani, kwa mwezi una video karibu 30 na umeona channel hii inatengeneza uh, karibu laki saba na elfu thelathini kila mwezi. Hii ni monthly. Na hii ni kima cha chini, ina maana kwamba kulingana na viewers wanapotokea, location anayotokea, ana uwezo kuingiza mpaka dola elfu nne ambayo ni pesa nyingi sana, na inaweza kuwa ni ajira yako kama unatafuta namna ya kutengeneza pesa mtandaoni. Hii ni njia serious kabisa na inatengeneza pesa, ndio maana leo nimeamua kukuletea maelezo haya. Sasa uh, tukija channel ya pili, kwa sababu channel ni nyingi, nimezichambua na nimeona nyingi sana na namna gani zinafanya hivi, na nimeamua leo ni kufahamisha, nitatengeneza video nyingine nyingi ambazo nitakuwa nikiendelea kukuelimisha, kwa sababu ziko namna nyingi na kama huna mawazo pia nitakusaidia upate wazo uh, vitu gani ambavyo nimeona vina trend sana sasa Ukija kwenye channel ya pili hii inaitwa N Secret, ambayo yeye ana video mia mbili sabini na katika video mia mbili sabini na ni zile zile video za AI na huyu kidogo nimeona sasa anatengeneza video za za VEO 3 ambazo zina sauti na soundtrack. Labda nijaribu ku view hapa uone. Okay, kama hivyo ulivyoona ni mapambano tu, lakini ni video ambayo imetengenezwa na VEO 3 na ni video ambayo uh, okay naona hapa <laughs> tunavyoongea ni kama kuna video nyingine imepostiwa ime hii hapa, na zinaendelea kumuingizia huyo mtu pesa nyingi sana, yaani kila views inakuwa inakuwa calculated, kwa upande huu wa shorts na zinaingiza pesa nyingi sana. Kwa video kama hizi rahisi tu ina maana mtu anaendelea kuposti kila siku na posti, na posti, na posti, na idadi zake anaenda tu kupesti kule prompt kwenye au maelezo kwenye VEO 3 kwamba nataka video ya hivi inampatia, na hata ukiishiwa mawazo bado AI kama ChatGPT ina uwezo kukusaidia kupata mawazo ya video gani utengeneze next. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ni njia rahisi sana, moja kati ya njia rahisi sana kutengeneza pesa uh, hivi sasa ni pamoja na hii. Sasa kwa mfano nikikuonesha hii channel ya N Secret inaingiza kiasi gani? Ukija uh, kuangalia hapa, chaneli hii inaingiza kima cha chini yani, kima cha chini kabisa chaneli hii inaingiza dola elfu uh, moja na mia nane. Sasa dola elfu moja na mia nane kibongobongo kwa pesa zetu, ina maana kwamba kwa, kwa dola elfu mbili channel mia tano, chaneli hii inaingiza zaidi ya shilingi milioni nne na laki tano kwa kutengeneza tu video za AI ambazo anaposti kila siku kama ni video tatu, kama ni video nne, kama ni video tano. Video, uh, channel hii, ambayo inawezekana uka unaangalia video unapouzia kila mwezi inamuingizia milioni nne la na laki tano dola elfu moja na mia nane, kima cha chini ambacho ni uh, pesa kubwa sana kwa nchi zetu hizi za Kiafrika. Sidhani kama kuna mm, mwajiri wa kawaida analipwa pesa kama hiyo. Kwa hiyo utakuwa ni mtu wa tofauti. Uh, unaingiza pesa kirahisi kabisa kwa kutumia tu AI ambazo zina trend lakini inawezekana kanaingiza zaidi mpaka dola elfu ishirini na nane kulingana na namna ambavyo ameamua kumonetize channel yake. Lakini nikiangalia channel nyingine ambayo inaingiza pesa na kupiga pesa kupitia video za AI ni hii inayoitwa Minecraft AI. Minecraft AI ni moja kati ya uh, channel ya muda muda kidogo na ina video nyingi kwa sababu huyu mtu yuko serious na ameshaona kitu hii inamlipa na ameamua kuposti video nyingi na unaona ana subscribers wengi la, karibu laki moja na thelathini na tatu, na video zake ni nyingi sana. Umeona kuna hii ya milioni thelathini na nne views na vitu vingi, na uh, uh unaweza kaa specific kama mwenye hii channel ya Minecraft AI mwana hapa ameposti video zinazoonesha watoto wakiwa kwenye mazingira fulani, na ni watoto wa kichina uh, wakiwa kwenye mazingira tofauti tofauti. Kwa ukiwa mbunifu, mawazo yako kama haya yanakutengenezea pesa nyingi sana. Na nikikuonesha tu chaneli hii inaingiza kiwango gani cha pesa utashangaa. Chaneli hii inaingiza kima cha chini kabisa inaingiza uh, dola elfu mbili na mia sita dola elfu mbili na mia sita ambao ni sawasawa na zaidi ya milioni sita na laki tano, lakini ni kima cha chini anaweza kanaingiza mpaka dola elfu arobaini na mbili kulingana na namna alivyomonetize chaneli yake. Kwa hiyo uh, chaneli ni nyingi sana na mimi nimezifanyia uchunguzi nyingi na watu wanatengeneza sana pesa kupitia uh, channel hizi na tutaandaa bado uh, video nyingi tukikuelekeza nini ufanye na namna gani unaweza kuendelea kutengeneza pesa kupitia channel kama hizi. Na channel ina mwisho ambao nimekuandalia siku ya leo ni hii ya Cut Funny TV, na yenyewe inatengeneza video za AI na ina subscribers wengi karibu milioni tatu uh, na laki sita na ina video karibu mia nne thelathini na saba na unaona video zake ni nyingi na maarufu. Tuangalia hapa, popular video maarufu kabisa ni hii na karibu uh, views milioni 128. Na ni hivyo hivyo tu. AI zinapigana; unaona hapo wanyama. Yuko specific sana na wanyama na vitu vingine kama hivyo. Kwa ka unaweza ukawa umechagua kipengele chako au wa unaita niche. Ukawa unaposti video za namna hiyo; watu wanaopenda vitu kama hivyo watakuwa wanatizama video zako na ukiona hii channel imetengeneza karibu dola 2600 kima cha chini mpaka dola elfu arobaini na mbili. Kwa hiyo vitu kama hivi vinaingiza pesa sana. Kwa hiyo ushauri wangu, kwanza, kuna vitu vitatu naweza nikakushauri. Kwanza, hakikisha unaendelea ku explore ama kufuatilia AI mbalimbali mbali, kwa sababu AI ni nyingi na kila siku zinatoka mpya na zile ambazo zilikuwepo kila siku zinaupdateiwa zinaletewa feature mpya ambazo zinawasaidia watu kufanya kazi hizi za kutengeneza video ziwe rahisi na nyepesi sana. Kwa hiyo AI nyingi zilizopo zinaendelea kufanywa update, kwa hiyo zinatengeneza fursa za kufanya mambo haya kirahisi kabisa. Lakini kingine uh, ni kushauri kuhusiana na consistency. Consistency ni funguo wa mafanikio kwenye kila sekta. Yaani consistency inamaana kwamba kuendelea kuposti, kuendelea kufanya na bila kukata tamaa. Umeona mtu kama huyu ana video mia nne thelathini na saba. Yawezekana mafanikio hakuyaona kwenye video ya kwanza, hakuyaona kwenye video ya pili. Kwa hiyo endelea kufanya kile unachokifanya, yawezekana kwenye video ya thelathini utaona mabadiliko, utaona sasa kuna, kuna kitu kinaanza kutokea. Lakini ukisema kwamba uposti video moja utulie na uanze kusubiria kuona views, nina uhakika utakata tamaa. Kwa hiyo endelea kuona posti, ukiamini kama wengine wamefanikiwa, unaendelea kuposti huku ukiendelea kujifunza na ukiendelea kufahamu mambo mengi kuhusiana na video za mtandaoni na hatimaye lazima mafanikio yapate. Lakini kingine endelea kutengeneza community audience wako kama hivyo unavyoona hapo. Uh, channel iwe na ongelea vitu fulani ambavyo mtu atakingia, naona okay, ni video za AI za namna fulani. Unakuta watu wanaopendelea entertainment ya namna hii lazima atakuwa na kufuatilia. Lakini kitu cha mwisho ni kushauri uh, kama basi umeiona video hii ya um, msingi na ya muhimu na ya kuelimisha sana Hakikisha una subscribe ili kuendelea kupata video vingine kama hizi, lakini pia uh, tuko na group letu la WhatsApp ambao tunaendelea kujuzana na kujadiliana kuhusiana na masuala ya AI, uh, kuoneshana njia namna gani tunaweza kufanikiwa pamoja. Unaweza ukagusa link ambayo ipo hapo kwenye description ili kuendelea kufahamu zaidi. Basi mpaka wakati mwingine na asante.